Ninaomba na ninapiga marufuku walimu kuwaondoa wanafunzi kwa sababu hawajachangia chakula shuleni. Hakuna kuwarudisha wanafunzi nyumbani. Ni responsibility au ni jukumu la mzazi kuchangia chakula shuleni, na ni jukumu la afisa mtendaji wa kijiji na wakata husika kuchukua majina ya wazazi ambao wamekaidi kuchangia chakula shuleni na kuwachukulia hatua. Nadhani miongozo ipo kama sio sheria. Kwa hiyo ni jukumu letu, itisha mkutano wa seri, mkutano wa kijiji, wataje hao wazazi ambao wanashindwa kuchangia chakula shuleni, fanyeni maamuzi, wataona aibu. Lakini kumrudisha mtoto na mtendaji wa kata upo, na mtendaji wa kijiji upo, si sawa? Naomba mkasimamie chakula cha wanafunzi shuleni cha mchana, mkasimamie mahudhurio ya wana, walimu na wanafunzi.